Inamaana Kai atakuwa amekufa kweli? Hapana, Kai ajafa Siwezi kuamini hichi kitu so siwezi kuamini hapana, nilichokiota so cha kweli hapana, kai ya jafa. Ee Mungu, naomba msaidie mwanangu, mtambulie uko aliko. Mungu nisaidie, kai apatikane. Kai atapatikana. Mvuvi! Mvuvi! Mvuvi! Mvuvi! Mwenzio bado kalala, hmm, ila ndo nimemwamsha. Unajua tena naonekana jana alichelewa kulala, kwa hiyo msubiri hapa, anakuja. saba mdogo, mimi namsubiri. Sawa, hamna shida. Sasa ukoje kama tunaenda kwani? Mimi aisee tasiji kwani? Nimeamka <coughs> <coughs> <coughs> na uchovu. Aya, tuondoke tena. Aya, basi ngoja nikajiandae haraka na kuja. Usioge, utaoga ukirudi. niivyokwambia mimi kusema koli siwezi kurudi nyumbani pasipo na kai hui. Kama unaenda we, naenda tu mimi, niache hapahapa. Aisha, kutwa nzima tuko hapa tumewasubiri bila mafanikio yoyote, turudi nyumbani. Watarejea tu kwani siku zote wanafanya hivyo na wanarejea. Kwa nini leo usiwe na imani kwamba watarudi nyumbani? Sasa watarejea saa ngapi? Angalia, hadi muda unazidi tu kwenda. Sema kwa mimi siwezi kurudi pasipo na yeye. Mimi sirudi kabisa. Wewe niache hapa hapa. Mimi naweza vipi au napata wapi nguvu na ujasiri wa kukuacha wewe peke yako hapa? Rafiki yangu, kuwa na imani na mimi. Basi mi naomba turudi, hapa tumesha kaa kutwa nzima maisha, tumeshapoteza muda sana hapa. Wewe, twende nyumbani, ni lazima watarejea. Wale ni mashujaa wa kijiji ni kwetu, lazima watarejea. Shazma, mimi yani, mimi sirudi mpaka nirudi na kai. Mimi sirudi sirudi, kabisa wewe nenda tu basi. Aisha, rafiki yangu, mimi nakuomba unisikilize. Em, naomba unielewe, naomba turudi nyumbani. Ona tumebaki peke yetu pwani nzima, watu wote wameshaemea samaki na kurejea majumbani kwao mimi na wewe tu tumebaki hapa pwani. Mimi nakuomba rafiki yangu nielewe, nakuomba turejee nyumbani pamoja. Na wenzio watarejea, usiwe na imani potofu. Mbona siku zote ni wanarejea? Kwanini leo ujenge imani potofu? Hapana, unakuwa unakosea. Kwa hiyo na imani watarudi. Ndio, ndiyo na imani watarejea. Kumbuka wale ni mashujaa wa kijijini kwetu, ni lazima warejee. Dada nakuomba, mnyamaza. Umetoka huko, unalia, umeshaleta taruki katika hiki kitongoji, umekuja hapa bado unalia. Hizi taarifa umezipata wapi? Kaka, mimi jana usiku nimemuota mwanangu amekufa kaka. Kumbe ni ndoto, dada. Kwa nini unaamini ndoto? Hiyo ni ndoto. Huko wanaweza kukuta sehemu kuna samaki wengi. Wanaweza wakaamua kuweka kambi na simu zikawa zimezima chaji. Sisi hatujui. Kwa nini tufikirie mambo kama hayo? Dada, naomba usiwe na wasiwasi kwa hilo. Naomba unyamaze, shusha moyo wako. Mimi natoka hapa na kwenda kufuatilia huko pwani. Na nikirudi nitakupa hilo jibu jibu ya mambo hayo yote. Naomba usilie na usiwe na wasiwasi, dada. Naelewa dada. Najua na uchungu wa mwana. Naomba dada unyamaze. Naomba unyamaze. Mimi nanyanyuka hapa na kwenda na nafuatilia hilo swala. Sawa. Asante Mungu, maana nimeshiba, maana hapa tunafikiria mengi. Kijana wa watu saizi sijui yuko wapi, kijana wa watu sijui yuko kwenye nini, sijui katekwa. Basi mtu unawaza hili unawaza hili, hakuna hata la kusema kwamba yupate ukamili. Yaani kusema ukweli, naogopa hata kutembea eh Yaani, matukio yamekuwa mengi hapa kijijini. <laughs> Yaani, wazazi wake sijui wana hali gani? Maana uchungua mwana ajuae mzazi. Yaani sahizi mimi ninavyoona wana hali ngumu sana. <laughs> Ndio hivyo, tumwombee tu kwa Mwenyezi Mungu apatikane basi, maana vijana tunapotea sana. Kweli kabisa, wewe ulizungumza, maana bila kumuomba Mungu hakuna kinachowezekana. Mm. Kama soko au kama soko lingine wazoefu. Wamebadilisha sehemu ya kufanya biashara, sio kweli? Ila labda wamechelewa tu tu. Mimi nahisi labda kuna changamoto yoyote, labda wamewakuta ila. Wewe unajua Mr. Ngosha. Huenda jana bahari kwa hivyo mkali na umekumbwa wamelekea fuko nyingine. Kwa hiyo swala kupotea au swala kuchelewa, wewe ndo ashaka wa watarudi. Ah, unasikia kide, hamna, yaani wale watarudi, sema tu, sijajua mistake gani ambayo umewafanya wachelewe. Ndo hofu, wale watarudi tu, wale wazoefu baharini hapa. Aisha mjuku wangu, zuri na baya, Mungu mwenyewe ndo aliyepanga hii. Kulia mara kwa mara haisaidii, hmm? Matokeo yake utaumwa hivi. Ukishaumwa umwa nazaam, unanipa wakati gani? Ndani huko hamna hata mia. Ukiumwa hapo ukipata homa, mimi hata ndo naanza kuhangaika, naangaikia wapi mwenzie? <laughs> bibi mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yote hao watu, mpaka sasa hivi bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu wakinakai na kufikia jioni wasipoonekana, lazima watangazwe tu kwamba wameshafariki. Em, niambie bibi, mimi nitabaki katika hali gani mjukuu wako? Au nafurahia kuniona hivi? Yamekuwa hayo tena. Sasa nao ukilia kama hivyo eh, itakusaidia nini? Hebu tulia kwanza, ukisha tulia na maana habari yote atakaokuja tutapokea. Sasa unalia tu muda wote unalia, unategemea nini? Hebu tulia kwanza. Kwa vile hili jambo alija kutokea, wewe ni ndio maana umekaa kabisa hapo umetulia, unasuka uwa ukili wako Sikia bibi, nikwambie, mimi se kusikia kitu cha aina yote ile mpaka nimwone kai wangu hapa. Sasa unaenda wapi we Aisha? ebu hey, njoo huku sasa, unaenda ndani kufanya nini?

Shindwa kulala kabisa, mume wangu. Kuna tatizo? Tatizo lipo. Unajua mume wangu, nimeshindwa kukuelewa. Siku nzima ya leo nimeshindwa kukuelewa kabisa, na sijui nini nimekosea. Mhm. Vipi kuhusu kinakaa na wenzie, kuna taarifa yoyote mmeipata? Amna taarifa yoyote mpaka sasa. Lakini nyie si mlikuwa wote, Shazma? Mbona maswali ni yale yale tu kila siku, jana, juzi, unarudia kitu kilekile? Ni kweli tulikuwa pamoja, lakini wao walipita njia yao na sisi tulipita njia yetu, na istoshe Bahari ilichafuka sana, kulikuwa mna hali nzuri kabisa. Na kama hali itaendelea kuwa hivi hivi, basi kesho tutangaza taarifa za msiba. Hiyo inafahamika Jordan, lakini kwa nini wewe uombee hivyo? Sio kitu kizuri, na pia naomba uondoke kwa maana baba yuko ndani, anaweza akatusikia saa hizi usiku. <coughs> Jordan, naomba fanya uende. Lakini Shazma, nimekuja kuchukua tukalale wote, mpenzi wangu, tafadhali. Hivi mi na raha gani? au unajua tuna majanga gani? napata wapi nguvu ya kwenda kulala na wewe? Em, Jordan, fanya uende. Kisa nampenda, anafanya makusudi. Eti Miki si ajui mapenzi, ananitangazia kuwa yeye simuwe, japokuwa nilije tairi tairi vizuli yavifaidi faidi, nakalala na njaa ye aweze kushiba, licha ya yote nilofanya kazi bule, na akanipelekesha kamsukule kwake, nilijishusha saa Unajua, kuna, kuna madhara makubwa sana kumwamsha mtu ambaye tayari ameshalala, kwa sababu kikawaida mwanadamu anapolala ndio sehemu pekee ambapo mwili wake unapata pumziko, lakini akili yake pia inapata kupumzika ili kuweza kutengeneza hali mpya ya siku inayofuata. Sasa wakati mwingine unaweza ukakuta mtu amelala anaota mambo mengi sana na mambo mengine hata ya kiimani, unakuta mtu ndo anaongea na mizimu ya kwao, mtu anawasiliana na Mungu wake. Sasa wewe unakuja kuniamsha, hujui nimefikia katika hatua gani katika hayo mambo yote, ndio kutajia hapo <coughs> mume wangu. Kuna wakati mwingine mtu anahitaji furaha, mkeo mke unahitaji sana furaha kutoka kwako na sio maneno. Nimechoka maneno, mume wangu, hebu nipunguzie hayo mambo yako ya huko unakotoka, usialete nyumbani, kwa sababu nikifikiria mimi hamna nilichokukosea, lakini mambo ya huko vijiweni, sijui wapi, sijui wapi unaleta hadi nyumbani, inaninyima raha mimi mke wako Shakamjaga, mbona izo jamani? Nisha kwambia kwa nataka kitu niambie, lakini unajichukulia tu maamuzi. itaka niongee mara ngapi jamani? Mimi mi nishakuwa mtu mzima hivi, ataka kunipatia marazi mengine au ataka nife? Nikuache basi, mi nikiongea unisikie. Kuna muda mwenzue unahitaji mapenzi na sio karaha. Tuchukulie tu siku ya leo, ni siku moja ngumu sana kwangu, ni siku ya karaha. Furaha umetupia huko, lakini nizunguke niangaike nifanye kila kitu. Wewe ndio moyo wangu, wewe ndio pozo la moyo wangu. Ah, nisingependa kuyaona haya yanayotokea. Na kama kuna vitu mume wangu unakutana navyo huko kazini, basi jitahidi kuviacha huko huko kazini kuliko kuvileta nyumbani. na kama nimekukosea mume wangu, naomba unisamehe sana tena sana. Halafu nikukumbushe kitu, kumbuka, mimi na wewe mume wangu ni wapenzi. Kwa hiyo wewe unataka upendo, unataka mapenzi <laughs> Mbona hivyo vitu vyote vipo sawa tu. Sikia nikwambie kuna utofauti mkubwa sana kati ya upendo na mapenzi. Ndio maana nikataka kujua wewe unataka nini, kwa sababu mapenzi yanautumwa, lakini upendo una hiari. Mapenzi yana mwisho, lakini upendo ni wa milele. Naomba nilale. Hasapumi ndo nimeelewa.

Anakupa na mwendo kama Kai amekufa, kuna maana gani tena? Mi naona mna maana ya kuishi katika hii dunia. Siwezi kuishi kabisa mimi bila mwanaume nimpendaye. Kai, naomba unipokee huko ulipo. Umeniteka hisia, wendo, dereva wa moyo, hakuna mwingine Nimependa ninapopendwa. Kume mapenzi matamu na mseni. Nimependa ninapopendwa. Hayw, unatoka na dada wangu wa kazi

huyu si si ni mke wangu nimemwoa, nataka nizalie mtoto. Tafadhali tumia taaluma yako, hata huyo jaji huyu akim, ni lazima asikilize pande zote mbili na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu za urafiki tu na si vinginevyo. Mimi sio kama umakaba sawa, e, angu sawa. Maisha. Kuna nini huko? Shuka, kwa mana, kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba wewe ni mwanaume jabari, mwanamke amethubutu kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu yako si ndio? Pete yako ya ndoa, Iko wapi? Toka nje ondoka. Kwenda! Mama, mama, mama, hebu subiri kwanza. Hatupasi kutumia jazba katika hili swala. Leo nataka kujua ukweli. Unanipenda au unipendi? <coughs> Yaani, chiko ndo Baba Steve. Chuta, chuta, chuta, chuta. Ni we, ni we, ni we, Nishindie aya maisha ni wewe mm. Atandugu wa nikate Nyangu kechini wa sinyo kote Nitamwambia Mungu, ah, Mungu anitetee. Yata pita Mungu akikupa kilema Anakupa na mwendo Siku zote atamwanya na wafanani na pengo zile hadithi za wahenga niloadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni wongo, ni wongo kwako wewe. Sijakosea njia, umeniteka izia motodhereva wa moyo, hamuna mwingine. Nimependa Kume mapenzi ni matamu na msemi, nimependa ninapopendwa. Kume mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika nami na mimi mvuvi, mvuvi na